Njia rahisi na ambayo unaweza ukasuka vibutu vile vikubwa vikubwa kabisa, au tunaziita jumbo braids. Sawa sawa, kwanza kabisa hakikisha umekata vibutu vyako na mistari yako imenyooka, kwa sababu nywele tunaokata ni kubwa ni nitakachokifanya nitakwenda kuifunga na uzi, kabla sijaendelea na hatua yoyote. Kwa hiyo unaweza ukakata kichwa kizima, tuashum kwamba labda vibutu vyetu vitakuwa vibutu labda kumi na sita Kwao tutakata vibutu vyetu 16 alafu tutavifunga vyote kisha ndio tutaenda kuanza kusuka nywele uh, ambayo tunahitaji kwa siku ya leo. Kwao nitafunga na uzi kama hivi ambavyo unaona. Hakikisha umeikaza vizuri ili hata baadaye isije ikaja kufunguka. Sawa sawa. Wakati nakaza nywele yangu, naomba nikukumbushe mimi ni Farida Othman kutoka Farida Beauty Academy, kwa mafunzo bora ya saluni kwa ujumla. Tunapatikana Dar es Salaam, Tegeta, Nyuki chuo kimesajiliwa. Sawa sawa. Kwa baada ya hapo, nitaigawa nywele yangu katika sehemu tatu. Kile kibutu nitaigawa katika sehemu tatu, alafu nitachukua rasta yangu, nitakwenda kuchukua rasta mbili, nitazipishanisha. Umeona nilivogawa hivi mara tatu? Sawa, nitazipishanisha hivi, nitapishanisha hii ya kwanza, hii ya pili, nitapishanisha hapa. Kwao nitapata nywele zangu pia tatu hivi. Ndhani tunaelewana, nitakwenda kuipachika kwa kila, kila nywele itaenda ya, katika rasta yake. Kwa rasta ya kwanza itakuwa kwenye nywele ya kwanza, ya pili, ya tatu hivi. Kwa hiyo nitaishika vizuri pale mwanzoni, nitaanza hapa. Sasa, kusuka kibutu bila kutumia nguvu. Ya kulia nitaileta kushoto, ya kushoto nitaileta kulia, kwa hiyo nitapishanisha hapo katikati. Tayari kabisa tumeanza kusuka kibutu chetu. Ni njia rahisi kwa wewe ambaye unajifunza kusuka tumia njia hii, utakuja kunishukuru sawa sawa, eh? Hakikisha nywele ya mteja umeificha, umeona mimi ninavyoificha. Hakikisha nywele ya mteja wako unaificha na haionekani kabisa. Kinachotakiwa kuonekana hapa ni rasta tu. Naomba nikukumbushe kwa wale ambao mnahitaji kujiunga na mafunzo yetu, chuo kipo Dar es Salaam Tegetanyuki Kuna wale ambao mmeshajifunza kama hivi kusuka hizi jumbo braids, unataka unitumie ile feedback yako kwenye magrupu yetu ya WhatsApp, au unahitaji kujiunga kwenye magrupu yetu, ni bure kabisa, lakini hakikisha umeingia pale YouTube, umetafuta Farida Othman, kisha umegusa button iliyoandikwa subscribe kwenye YouTube channel yetu ya Farida Othman, alafu njoo na screenshot kwenye namba ambayo unaona kwenye screen, ndio namba yangu. Kwa hiyo kama ulikisha kusubscribe, njoo na screenshot tu, nitakurekebisha, nitakuadi kwenye magrupu yetu. Tuma feedback yako, nitakurekebisha. Chukua kinywele kidogo, alafu nenda kafunge mwishoni kabisa. Hivi umeona ilivyo rahisi. Kama hujaelewa niandikie kwenye comment. Kama unahitaji kujifunza zaidi, karibu kwenye magrupu yetu, karibu kwenye madarasa yetu. Chuo kimesajiliwa, tunapatikana Dar es Salaam Tegeta Nyuki. Tunafundisha kusuka nywele aina zote, tunafundisha haswa yani, hatuangalii umekuja unajua au haujui, tutakufundisha hatua kwa hatua. Sawa sawa, tunaelewana. Kwa kwa wale ambao mnapotaga wasiwasi, jamani, mnapokea mwanafunzi ambaye hajui kabisa? Ndio tunapokea. Njoo darasani tutakufundisha. Tunarudi tena kwenye jumbo braid yetu cha kwanza. Hakisha nywele ya mteja umeigea katika sehemu tatu, rasa yako nenda kaipishanishe kati kwa kati. Kwa hiyo unaweza kusuka rasta ukubwa zaidi ya huu ambao mimi ambao nimeusuka hapa. Tunaelewana? Sawa sawa. Lakini kwa wewe ambaye ndio unaanza, usisuke kubwa sana. Itakushinda mkononi. Utaiona kama ni, ni ngumu. Lakini ukitumia njia hii ambayo mimi nakuelekeza ni njia ambayo ni rahisi kabisa, lakini sasa sawa kwao, nitaisuka kama hivi hivi. Unaona ninachokifanya, ya kulia naileta kushoto, napishanisha katikati. Ya kushoto naileta kulia, hivyo hivyo yaani. Hakuna ugumu wowote. Zingatia kuificha nywele ya mteja wako isionekane onekane ovyo katika jumbo braids yako. Tunaelewana? hii ni moja kati ya nywele nzuri, simple nyepesi, kwa wale ambao mpo katika mikoa ya joto, suka nywele kama hii. Sio lazima kila siku usuke nywele ndogo ndogo sana, no, nywele kama hii na kufanya unaonekana very classic. Tunaelewana? ni nywele ambao ni simple, unaweza ukaendea ofisini na ikakaa vizuri. Kama unafanya kazi za kuvaa kofia, una uwezo wa kuvalia kofia na bado ukawa upo smart kabisa. Sasa kama nilivyokuambia pale awali, hii ni jumbo braid, na nimesuka steli ambayo ni ya bob. Kwa hiyo huku chini ambapo tumevafunga inatakiwa tuende tukapakate, tunaelewana. Kwao tutaenda tutakata, nataka nikuonyeshe jinsi gani ambavyo nita nitaikata nywele yangu, ili hata ukipata mteja umemsuka basi usije ukawa umesoma nusunusu nusu. Kama video hii imekusaidia au umeelewa, niandikie kwenye komenti, lakini pia kama kuna sehemu ujaelewa, niandikie kwenye comment hapo chini, nitazidi kufundisha zaidi na zaidi. Naomba nikukumbushe kwamba mimi ni Farida Othman kutoka Farida Beauty Academy, na tulikuahidi kupitia chaneli zetu hizi tutakufundisha vitu virahisi sana. Kwa wewe ambaye una saluni usipate shida, una bando, njoo hapa jifunze, sawa Kwao nitachukua urembo wangu kama hivi, nitabana ile sehemu ambayo nataka bobu yangu iishia, alafu nitachukua mkasi kisha nitakata jamani. <laughs> mkasi nitakata kama hivi ambavyo unaona. Umeona ilivyokuwa rahisi? Yeah, kwao unaweza kuchoma. Baada ya hapo, mwonekano wangu wa mwisho ulikuwa kama huu. I hope umeenjoy the video lakini pia umejifunza. Naomba ni kuahidi kuendelea kukufundisha vitu vipya kila inapoitwa leo. Cha muhimu hakisha umetufollow, hakisha unafuatilia akaunti zetu na hii ni Farida Beauty Academy. Asante na endelea kujifunza nasi. Kwaheri.